Ni saa tatu asubuhi majira yakiwa ni Afrika Mashariki. Huu ni upeo wa Alpha Radio, mimi ni Bevalyne Boke, tukianza na vidokezo. Vijana eneo bunge la Moiben katika kaunti ya Uasin Gishu imeweza kutokata tamaa licha ya changamoto wanazozipitia maishani. Wanaume watatu wao usiku wa kuamkia leo katika mpaka kati ya kaunti ya Pokot magharibi na ile jirani ya Turkana. Tume ya IEBC eneo bunge la Webuye magharibi yalalamikia idadi ndogo ya wakazi wanajitokeza kusajili kama wapiga kura ya kimataifa ni kwamba wapiga kura visiwa wa Zanzibar kushiriki kura ya mapema leo hii. Habari kamili. Mbunge wa Mwiben katika kaunti ya Uasin Gishu mwataka vijana eneo bunge hiyo na kote nchini kutokata tamaa licha ya changamoto ambazo wanakumbana nazo katika juhudi zao za kujitafutia riziki. Akizungumza katika mkutano mmoja eneo bunge lake, Prof Barito anasema kwa mafanikio makubwa huanza na hatua ndogo, na kwa bidii na imani vijana wanaweza kufikia ndoto zao maishani. Kadhalika, mbunge huyo amewataka vijana kuiga mfano wa safari ya mmiliki wa kampuni ya Simba Cement na Rendra Naval ambaye, licha ya kuanzia chini, kwa sasa ni mmoja wa watu tajiri nchini tuko na uh, entrepreneurs wenye wako na majina kubwa kubwa kama sasa hii ya Simba Cement, hawakuzaliwa na biashara kubwa kubwa, lakini mtu alianza kidogo kidogo, akajijenga polepole, akagrow capital mpaka siku ile akakuwa, akaomoka, akakuwa a very big entrepreneur. So entrepreneurship inaanza small small until that time, sasa mpaka ukue guru. Hata ukisikia hadithi ya huyu mtu anaitwa, anaitwa huyu wa Simba Cement Narendra Naval, yeye alianza, alitoka India kama ni mu, kama ni mhubiri na akafika akakaa tu akikuwa anatafsiri events akabuild tu kampuni yake polepole kadhalika pole. Mbunge huyo amewashauri vijana pia kujenga utamaduni na kuweka akiba akisema kuwa utawasaidia kwa wakati mmoja kupata mikopo ambayo itaenda hatua zaidi kuimarisha biashara zao. So tutaenda kuwatengenezea na kuwasajili alafu, ninge tukipata hiyo group, ningeomba muende mfungue account, bank account kwa sababu tunataka pia kuwafundisha kitu inaitwa saving culture. Unajua, ukisave pesa kwa bank, siku ile unataka kufanya kazi kubwa, tuseme sasa tumekupea shafukata ndogo hivi, hiyo ukisave pesa siku moja, sasa ukitaka kununua ile kubwa kabisa, unaweza kwenda bank kwa sababu ya saving culture yenye umedevelop, watakopea hiyo fedha uende uipanue hii biashara ikue beyond that, is how enterprise Kadhalika ni kwamba hali ya taharuki imetanda katika eneo la Morito, mpakani pa Pokot magharibi na Turkana baada ya wanaume watatu wenye umri wa makamu kuuawa na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia leo. Kulingana na chifu wa Kaptolomo Lomo, Joshua Lomachara, ni kwamba watu watatu hao wa walikuwa kwenye pikipiki wakitoka eneo la Morito wakielekea Puke baada ya kutoka katika shughuli za kutafuta dhahabu na ndipo walipokumbana na mauti. Kadhalika, chifu huyo anadokeza kuwa hakuna mali yoyote ambayo imeibwa. Baada ya kutekelezwa kwa mauaji hayo huku wakitoa wito kwa wanasiasa kaunti hizo mbili kutochochea wananchi. Kuna jambo ambaye imetendeka upande wa eh, Morita pale. Kuna watu wenye walikuwa na safiri na pikipiki wao, walitoka walikuwa natoka Morita wakielekea upande wa puke, walikuwa wanaenda mwingine, alikuwa anatembelea baba mke yake, na wenye walikuwa wanaenda nayo walikuwa relative pamoja. Waturkana wakaongoja waka wakaambus njiani watu watatu, watatu: Waturkana wawili mpokot mmoja, na wao wale Waturkana ni Waturkana wenye amia upande wa Pokot lomachara, mwatako wenyeji wa kaunti hizo mbili za Pokot na Turkana kuishi kwa amani na kuacha visa vya mauaji mara kwa mara hasa msimu ambapo mtihani ya kitaifa inapoendelea. So nawaomba sana Waturkana na Wapokot wawachane na maneno ya kuojana mjiani, waachane wa kabisa na watafute vitu ya, ya haki na awache kumwaka damu enye haina haina hatia. Naomba sana, naomba sana amani ikuwe kwa sababu tukiongojana njiani sio kitu mzuri, kwa sababu mwanafunzi anaezaenda njia ama mwenye uh, anapeleka mgonjwa hospitali. Mimi kama chief ya upande wa Kaptolomo location sioni kama kwamba hiyo ni jambo mzuri. Mbali na hayo, ni kwamba afisa wa tume huru uchaguzi nchini IEBC eneo bunge la Webuye Magharibi Bernard Mtali amelalamikia idadi ndogo ya watu wanaojitokeza kujisajili kama wapiga kura eneo bunge hilo kwenye zoezi linaloendelea kote nchini. Mtali amesema kuwa kufikia sasa eneo bunge hilo limesajili idadi ndogo ya wapiga kura, akisema kwamba aliyo uende imechangiwa na umbali wa kituo kimoja cha ujasiri wa wapiga kura eneo hilo. Akizungumza na wanahabari afisini mwake, Mtali ya taifa anasema kwamba ameweka mikakati kadhaa na kushirikisha machifu na wadau wengine ili kuhamasisha wakaazi kujisajili, na tayari matunda yameanza kuonekana. Watu hawajajitokeza sana kufanya usajili, kwa sababu usajili wetu tumeufanyia hasa kwa ofisi, hatujakuwa na uwezo wa kufika nje. Wengi wamekuwa na changamoto ya kufika kujiandikisha, kwa sababu pengine ya ule mwendo ambao wanastahili wakuje, lakini tumejaribu kufanya outreach kupitia kwa machiefs na wadau wengine, na tumeona wameanza kukuja kwa nam, katika idadi inayofaa. Huu ni mwale wa Alpha Radio, habari za ufasaha zinazoaminika na unazipokea kupitia kwenye mitabendi ya 88.4 Eldoret, 12.7 Baringo na kaunti jirani, na pia live katika ukurasa wetu wa Facebook Alpha Radio Kenya. Fuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok kupitia Alpha Radio Kenya na at Alpha Radio katika X. Alpha Radio ni kilele cha baraka habari za kimataifa ni kwamba wapiga kura visiwani Zanzibar leo wanaanza zoezi la kupiga kura katika kile kinachofahamika kuwa ni kura ya mapema ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Uchaguzi huu unafanyika siku moja kabla uchaguzi mkuu wa kesho Oktoba 29 utakaofanyika Tanzania bara na visiwani. Rais sasa Hussein Mwinyi kupitia chama cha tawala cha mapinduzi SSM anakubaliana na makamu wake wa kwanza Otman Masodo kupitia chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Chama hicho kimekuwa kikipinga kura hiyo mapema. Vituo vya kura vya mapema vitafunguliwa saa moja asubuhi saa za Afrika mashariki na kufungwa saa kumi jioni na matokeo rais yatatangazwa ndani ya saa sabini na mbili kwa mjibu wa tume ya uchaguzi Zanzibar ya Zanzibar. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana hii leo na waziri mkuu wa Japan Sanae Takaicha mjini Tokio kwa mazungumzo yanayohusu biashara ya usalama. Trump aliye ziara barani Asia amemwelezea kiongozi huyo wa Japani kwamba Washington na Tokyo ni washiriki wakubwa katika kiwango cha juu zaidi na wanatarajiwa kusaini mikataba kadhaa ya ushirikiano. Na habari za ugaibuni ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amekutana hii leo na waziri mkuu mpya wa Japan Sanae Takaicha kwa mazungumzo yanayohusu biashara na usalama. Trump aliyeziarani barani Asia amemweleza kiongozi huyu wa Japani kwamba Washington na Tokio ni washiriki wakubwa katika kiwango cha juu zaidi, na wanatarajiwa kusaini mikataba kadhaa ya ushirikiano. Takaicha amemkaribisha Trump katika makazi, makazi ya waziri mkuu mjini Tokio, ikiwa ni mkutano wake wa kwanza ana kwa ana na kiongozi wa Marekani, siku chache tu tangu aingie madarakani. Na habari hizo kutoka ughaibuni zinatufikisha mwisho wa habari zetu za asubuhi. Mimi ni Bevalyne Boke.